ayatina, na wale waliokanusha ishara zetu, aya zetu, ishara zetu, dalili zetu. Walladhina kadhabu biayatina, na wale waliokanusha ishara zetu. Yamasuhum aladhab, huwagusa adhabu. Yamasuhum, huwagusa wao, aladhab, adhabu, adhabu itawapata Bima kanu yafsukun, kwa yale mambo ambayo walikuwa wakipotoka, manake wakawa wako nje ya taa hawa. Adhabu itawagusa, manake Mwenyezi Mungu atawaadhibu walladhina kadhabu biayatina yamassuhumu adhabu bima kanu yafsukun. Mufassir ametuongoza ay wa amma almukaththibuna biayatillah, na ama wale wenye kuzikadhibisha aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fayamassuhumul adhab alalim, itawagusa wao adhabu iumizayo hawaonewi. Bisababi fisqihim, kwa sababu ya kutoka kwao nje ya taa, kwa sababu ya kukufuru kwao. Wa wakhurujihim an taati llah, na kwa sababu ya kutoka kwao ha?

Eh, wakikanusha wakia, wakikufuru na ni yale ambayo walioletewa na manabii na mitume, tayeb. Kwa hiyo hapakuwa na sababu yoyote makafiri wa Makka na washirikina Kumtaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awateremshie aya, sio kazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kazi ya mtume. Mtume kuleta ishara, kuleta miujiza, si kazi yake, sio kazi ya manabii. Mnawapa kazi ambazo sio zao. Wama nursilu lmursalin illa mubashirin wa mundhirin. Haya maneno natakiwa muyafahamu vizuri. Kumbukeni, makafiri walimwambia Mtume swalla sallam laula unzila laula unzila eh, mesahau maraii eh laula nuzzila alaihi ayatun rabbi kwa nini? lau angeliteremshiwa aya, lau angeliteremshiwa juu yake aya kutoka kwa nani? kwa mola wake, mwenyezi Mungu. Anawajibu, wa ma nursilu lmursalina illa mubashirina wa mundhirina. Hiyo sio kazi ya manabii kukuleteni nini? ishara Kazi za manabii ni hizo, lakini si hivyo tu. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awafahamishe wadhifa wake, wamfahamu vizuri na masulia yake, asema kul, sema ewe mtume wa Muhammad, la aqulu lakum indi khazainu llah, siwaambii nyinyi kuwa mimi ninazo hazina za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi sina hazina za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hayo mnaoyataka, eh, hayo anayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi majukumu yangu ni haya. Hayo mnaoyataka, hayo yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo waambie wewe eh, Mtume Muhammad, la aqulu lakum, siwaambii nyinyi, indi khazainu Allah, ninazo khazina za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi sina hayo, na mengine yamo katika khazina nani? Sasa mimi sina khazina za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kweli wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum wa in min shay'in illa indana khazainuhu inuhu, Mwenyezi Mungu asema hivyo, hakuna chochote unachokijua wewe kikubwa kidogo unachokiona siokiona, illa indana, isipokuwa kwa sisi khaza'inuhu, ndio ziko hazina zake kila kitu hazina ya kila kitu iko kwa nani? Wama nunazzilhu illa biqadarin maalum, na hatukiteremshi isipokuwa kwa kiasi maalum. Angalia utendaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, eh? namna ulivyo ndani yake, na nini uratibu mzuri, eh? na mpango mzuri hapa Tukifanya mambo tuyaratibu, na tukifanya mambo, kwanza tuanze na mpango, kwanza tuwe tumepanga vizuri. Tunapoyaendea mambo, mnafahamu, tuwe tumeshafanya tadbiri, sababu Mwenyezi Mungu anatufundisha hivyo. Utaratibu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile ambavyo viko kwenye hazina yake havitoki hovyo, hovyo? Havitoki hovyo, hovyo bila mpangilio wa in min shay'in illa indana khazainu, hakuna kitu chochote isipokuwa kwa sisi ndio nini, eh, khazina zake ziko kwetu. Eh, ziko kwetu, wa manunazzilhu, na hatukiteremshi chochote kile illa biqadarin, isipokuwa kwa kiasi maalum sio namwambia tuchukua vipi unachotaka so utaratibu huo eh, na ukiambiwa ni kiasi hiki basi namna hiyo silete za kujua za sawa hivyo mm budget umeelewa? So eh, na gawa tutende bila mpango, gawa kwa utaratibu sawa sawa eh? Lile gunia la mahindi ulilonunua pale nyumbani eh? Simaanishi kwamba ndugu wasisaidiwe, majirani usisaidiwe, wa ah, simaanishi hivyo tusinyimane vyombo na huduma eh? Majirani, Allah Allah, jirani. Lakini utaratibu uwepo, utaratibu uwepo, hmm. Sio gunia limeingia leo, kesho kutwa unga hamna. Mambo hendivyo sawasawa eh? na chakula tukipime, chakula eh chakula tukipime sawa sawa. Ndio zimekuja nyama za kutosha hapa sasa. Usijiangalie wewe mwenyewe, angalia na wingi wa watu, angalia eh. Wafikirie na wengine, sio ujanja kuwahi. ahibba linasi matuhibu ma linafsika haya yote yanaingia humu, si ndio? Bwana hauko peke yako bwana, hauko hauko peke yako. Kul sema iyo Mtume Muhammad, la aqulu lakum, siwaambii nyinyi indi khazainullah, ninazo khazina za Mwenyezi Mungu. Ah, mi sina khazina za Mwenyezi Mungu wala alamu alghaiba wala siwaambii, mimi ninajua mambo ya ghaibu. Hapana, siwaambii hivyo. Sina khazina za Mwenyezi Mungu na sina ilmu ya ghaibu. Mwenyezi Mungu yeye ndio allamu lghuyub, mjuzi wa mambo ya ghaibu. Nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Aiqul ya Muhammad li haula al kafara, sema e eh Muhammad, kuambia hawa makafiri alladhina yaqtarihuna alayka, ambao wanaleta eh, iktirah kwako wewe. Iktirah ni kama vile eh, kwa nini, kwa nini isiwe hivi, kwa nini asingefanya hivi kama kweli huyu ni mtume. Hivi ayeyote waambie Hayo yamo katika hazina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, vile walivyotaka kwamba uteremshiwe nini, ishara. Lakini pia wa khawarika al aadat khawarika al eh, yale mambo ambayo yako nje na ada. Khawarika al aadat ni mambo ambayo eh, sio yale ya kawaida ambayo watu wanayafahamu Mimi mambo hayo sina. lastu addai anna khazaina allah mufawadatu ilayya, lastu addai anna khazaina allah mufawadatu ilayya, sidai kuwa khazina za Mwenyezi Mungu zimepitishwa kwangu hatta taktarihu alayya tanzila alayat, mpaka mlete hizo iktirah eh, za kuteremshwa juu yangu alayat. Na kama kule walivyosema eh, eh, ututeremshie kitabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu eh, pamoja na malaika wangapi? malaika wanne. Aya, mambo yako kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala malaika kawaomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Aysio majukumu yangu, ay so wala addai aydan, wala sidai vilevile anni alamul ghaib, kuwa mimi najua eh, ilmu ya ghaib. Hata tasaluni an wakti nuzuli ladhab, mpaka mwanze kuniuliza eh, kwamba adhabu itashuka ita wakati gani ayayo tuambie adhabu, adhabu saa ngapi itashuka? ya adhabu, sijui haya, katika ilmu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wala akulu lakum, wala sikwambieni nyinyi, inni malakun, kuwa mimi ni malaika, sikuambia hivo malakun, eh Malaika. Ukisema malikun inakuwa ni mfalme sawa. Malakun malaika mmoja, malikun mfalme. wala aqulu lakum inni malakun, wala siwaambii kwa kuwa mimi nani, ni malaika. Ai, walastu adda'i anni minal min almalaika, na wala sidai kuwa mimi ni miongoni mwa malaika, hata tukalifuni suudi la samaa, mpaka mnikalifishi kupanda mbinguni. Mimi si malaika bwana, mi mwanadamu. Mbinguni bwana, mbinguni ndege, ndege wana mbawa mbili, ami mwanadamu. Malaika Mwenyezi Mungu amewaombia mbawa. Sasa mimi siwa malaika bwana. Siwezi kupanda mbinguni, lakini pia waadam lmashi fi laswaq. Eh? Na kukosekana kule kutembea sokoni. Ah, sio malaika mimi, mwanadamu, sokoni wana wana adamu. Mimi mwanadamu sokoni, wanakwenda wanadamu na mimi pia. Mimi mtume, mimi mwanadamu. Kwa hiyo kwenda sokoni mambo ya kawaida tu, mbona eh? Wa adam al-akl wa shurb, na kule kuacha kula na kunywa, ntaachaje kula? Mi mwanadamu nakwenda sokoni nakula nakunywa. so, sawa. So, mtume gani huyu anatembea, naenda sokoni, anakula sio anakunywa, mtume gani mimi? Sio malaika bwana, mi mwanadamu. so, sawa sawa, tayeb hapa tujifundisheni kujishusha, tujifundisheni kujishusha. Mtume hapa anaonyesha tawadho, anaonyesha tawadho, unyenyekevu, unyenyekevu. yote haya mtume anaonyesha unyenyekevu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa, anamjuza sawa, anamjuza kutoka kwenye khazina yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna mambo mtume aliyasema hayakuwepo wakati huo, leo yanadhihiri. Leo Mwenyezi Mungu alimjuza, Mwenyezi Mungu alimjuza. Kwa hiyo mwenye ghaibu ni nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mwenye ghaibu ndiye aliyemjuza nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawa anasema mambo wakati ule kwa hayapo, kwamba eh, sayati anasema, zitakuja zama, zitakuja zitakuja zama, yeye mwenyewe katika zama hizo hayupo, na zama zilikuja yakaonekana yale ambayo aliyosema Mtume swalla salam, hayo hayakwepo wakati huo, lakini alisema sayati, sayati, zamani takuja zama. Lakini Mtume kajishusha, na sisi tujishusheni, sawa, tujishushe Usitaki kila saa kilicho kukaa kichwani kwako protokol itifaki. Sometime, kuwa wa kawaida umeelewa? Na huko hakukufanyi wewe kuto kujitambua wewe mwenyewe jua, nafahamu kwamba mimi ha, hadhi yangu ni hii, yanayonipasa ni haya wakati mwingine wejifanya kama vile hujui sawa. so, wakati mwingine jifanye kama vile hujui, usikae tu mambo yamekukaa hapa, itifaki protoko. Unajua kiitifaki kiprotoko, mi natakiwa hivi natakiwa hivi, takufa na njaa kwa sababu ya nini? Unazingatia protoko, wee uache kwenda dukani Waache kwenda sokoni, wache kwenda kulima shamba lako, unasema mimi kiitifaki. Oho, na hiyo heshima, wewe jiheshimu mwenyewe, sawa hizi <laughs> heshima. Tunataka kwanza, wakati mwingine tuanze kujiheshimu si wenyewe ukizikosa heshima kwa watu je, wewe mwenyewe huwezi kujiheshimu? Hata wewe mwenyewe umeshindwa kujiheshimu. Kama watu hawajakuheshimu wewe, pia umeshindwa kujiheshimu, sawasawa. Kwa hiyo, Mtume hapa anatufundisha nini? Anatufundisha tawadhu hapa Sema mimi sio malaika mimi. Mtume anasema hivyo, mimi sio malaika. Usiokaleta fikra kwamba malaika ni zaidi ya mtume. Mtume hapa anatufundisha kujishusha, we malaika wanasarenda kwa talaba tule ilmi tu, malaika itakuja kwa mtume lakini mtume anajishusha, mimi sio malaika. inna almalaika latadau ajnihataha litalib alilm ridan bima, bima yatlu, malaika wanaweka mbawa zao kwa yule mwenye kutafuta ilmu, hii kuonyesha kwamba eh, kuridhia kile anachokitafuta. Yaani, mtu anatafuta kitu kitukufu sana, alilmu, ilmu nur. Yule mwenye kutafuta ilmu yule, si ndio? anatafuta kitu kitukufu sana. Huyu mtafutaji wa kitu kitukufu, malaika huweka mbawa zao kwa kuridhika na kile anachokitafuta. Itakuja kuwa mtume kwa hiyo ondosha fikra hapa. Mtu mimi siyo malaika. Mtume anajishusha, anatufundisha sisi kujishusha. Sawa, sawa. Malaika wameumbwa kwa nuru, lakini wameumbiwa taa. Basi malaika wakati wote ni kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, hawamuasi moja kwa moja, wameumbiwa hivyo. Lakini mwanadamu ni mukallaf. Ni mukallaf, sawa ameongozwa njia mbili. Sasa huyu ambaye anayechagua njia ya sawasawa sawa. akaiacha njia ambayo siyo ya sawasawa, huyu ana daraja kubwa sana huyu, maanake kajipinda, kajipinda, na ndio unawakuta hawa waumini hawa sawa, ambao imani zao zinathibitishwa na vitendo katika viumbe ni bora ya viumbe kabisa. innal ladhina amanu wa amilu salihat. Ehe ha, Suratul Bayina, Suratul Bayina, Suratul Bayina. Narudia kusema tena siku hizi magari yako nje nje lakini kwa kwenye kuhifadhi Qur'an qurani Suratul Bayyina Ah Innal ladhina amanu wa waamilu salihat ulaika khairul bariyya Kwanza alianza na

waamilu salihat na wakatenda matendo mema eh? ulaika humu khairul bariya, hao wao ni bora ya viumbe, hao ni bora ya viumbe. Innalladhina amanu waamilu salihat. Sasa malaika humu hawamo, sawasawa. Kwa hiyo mtume hapa ametufundisha nini? Ametufundisha tuwe ni wenye kujishusha, tuwe na tawadhu, sawa sawa. Tayyib, asema: in attabi'u illa ma yuha ilayya, in attabi'u sifwati illa ma yuha ilayya, isipokuwa yale ambayo ninayofunuliwa juu yangu ninayoteremshiwa wahyi juu yangu. Na hii ndio ni sharafu kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh? wa wala hapa hakuna udhalili wote hiyo ni sharafu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mwanadamu naam, sawa, lakini iko tofauti kati yake yeye na wanadamu wengine, sio katika ule ubinadamu, katika sharafu. Sharafu yenyewe ni kule Mtume kuteremshwa wahai, mwingine ateremshi wahai. kul inama ana basharu mithlukum yuha ilaya, sema ewe Mtume Muhammad, hakika mimi basharu mithlukum ni mwanadamu mfano wenu. Tatizo yuha ilayya, mimi nateremshiwa wahai, nyinyi nyinyije? qul innama ana basharu mithlukum yuha ilayya. Kwa hiyo mtume anasema in attabiu sifwati illa ma yuha ilayya, isipokuwa yale nayoteremshiwa wahai juu yangu Hai, ma attabiu fi ma adukum ilai eh? Sifuati katika yale ambayo mimi nawalingania kwayo, nawalingania katika yale ambayo eh? nawaita. Illa wahyun, isipokuwa ni wahyi. Illa wahyi Allah, isipokuwa ni wahyi wa Mwenyezi Mungu, alladhi yuhihi ilaya, ambao anauteremsha kwangu mimi. Qul, sema eye Mtume Muhammad Hal yastawi al-a'ma wal-basir, je wanalingana sawa kipofu na mwenye kuona, wanalingana sawa. Hapa kuna istiara, sio kipofu kweli, wala sio eh, ah, ah. ni kafiri. Je, kafiri na muumini wanalingana sawa? Qul sema, ewe Mtume Muhammad, hal yastawi al-a'ma Je, analingana kipofu walbasir na mwenye kuona? Maanake yule mtu ambaye anayekanusha aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anayemkufuru Mwenyezi Mungu analingana sawa na yule aliyemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Hal yastawi eh, hal yatasawa alkafiru walmumin, je, wanalingana sawa kafiri na muumini? Waddal walmuhtadi He? na yule aliyepotea na aliyeongoka wanalingana sawa? Hawalingani sawa. afala tatafakkarun, je hamfikiri jamaa? Afala tatafakkarun, hivi hamsikii mkatafakari? Afala tatafakkarun, je hamfikiri? Hapa ndo mahala ambapo tutakoma katika darsa letu la leo amamba Mwenyezi Mungu hapa. so, so, so, ndo mahala ambapo tutakoma na walillahi alhamda, tunatasharraf tukiwa katika darsa letu tumebahatika